Wakati wa mapinduzi ya Marekani katika miaka ya elfu moja na mia saba, afisa mmoja wa wazalendo alikuwa ameanza kujitambulisha kama mtaalamu wa kijeshi. Kwa kweli alishindwa mara moja tu. Basi mwezi Februari mwaka 1777 bunge la Marekani liliunda vyeo vitano vipya vya majenerali wakuu, na yeye alitarajia kabisa kuwa mmoja wa wale watano walioteuliwa. Lakini alirukwa na kijana mdogo na mwenye afya zaidi, jambo ambalo lilimjengea chuki kubwa moyoni mwake, na angejiuzulu kama sio George Washington mwenyewe kumsigi abaki kazini. Basi alibaki, aliendelea kuwaongoza askari wake kwa ustadi mkubwa hadi alipoumia vibaya vitani, na hapo, chuki na uchungu wake vilifikia kiwango ambacho alianza kuchukia kwa siri harakati za Wamarekani. George Washington alipomteua kuwa kamanda wa West Point, askari huyu mahiri aliamua kuwa msaliti. Jina lake alikuwa Benedict Arnold, na alipanga kwa siri kukabidhi West Point kwa Waingereza. Sasa mpango huo ungeweza kufanikiwa, lakini wakala wa Waingereza aliyekuwa anapeleka maelezo alikamatwa njiani na usaliti ukafichuliwa. Basi Benedict Arnold alitoroka haraka na kupanda meli ya Waingereza alikimbilia Uingereza ambako aliishi maisha yake yote yaliyobaki, na yeye alikufa akiwa mzee aliyepoza, akitengwa. Kwa kweli, hakupendwa na nchi yoyote, mtu ambaye alijulikana kama msaliti maarufu zaidi katika historia ya Marekani. Sasa ngoja nikuambie, sijawahi kukutana na mtu yeyote aliyempa mwanawe jina Benedict na kama vile hakuna Marekani ambaye angempa mwanawe jina Benedict. Sidhani kama kuna mtu anayejua Biblia eh, ambaye angempa mwanawe jina Yuda. Hadi leo hii jina hilo Yuda linabeba harufu ya usaliti, sivyo? Yaani, fikiria hilo. Benedict Arnold anaweza kuwa alisaliti Marekani, lakini Yuda atamsaliti Masiha. Sasa katika hatua hii ya utafiti wetu wa mfululizo kupitia Injili tupo chini ya masaa 24 kabla ya msalaba. Ni wakati wa chakula chake cha mwisho na wanafunzi wake, ambapo Yesu atamfahamisha Yuda kwamba anajua mipango ya usaliti. Sasa Injili zote nne zinaandika tukio hili, lakini hapa tutazingatia simulizi la Yohana katika sura ya 13. Lakini kabla hatujaanza kuchunguza na kulaumu usaliti wa mtu huyu dhidi ya ufalme wa mbinguni, tunapaswa kweli kufikiria changamoto ya wasifu wa Yuda. Unaona kuwa msaliti si jambo gumu sana. Kwa kweli usaliti ni dada pacha wa ubinafsi. Kama umeamua lazima uwe wa kwanza au upandishwe cheo, basi kila mtu mwingine anakuwa si muhimu kuliko wewe na kila unapolazimika kuchagua kati yako na mtu mwingine, basi kwa furaha kabisa utatoa maisha ya mtu mwingine kwa ajili ya yako mwenyewe. Unaona, wasaliti ni watu ambao lazima wawe wa kwanza. Hivyo hapa kwenye mstari wa 21, Yesu anawaambia wanafunzi wake, mmoja wenu atanisaliti. Kwa njia hakuna hata mmoja wa wanafunzi aliyemnyoshea kidole Yuda na kusema tulijua tu Unaona sisi mara nyingi tunamfikiria Yuda akitembea huku na kule akiwa na macho ya ujanja na tabasamu la kijanja mdomoni mwake. Lakini ukweli ni kwamba Yuda aliheshimiwa sana. Kwa kweli aliheshimiwa sana na wanafunzi wengine kiasi kwamba walitaka awe msimamizi wa mfuko wa pesa. Hakuna mtu aliyemshuku Yuda kwa lolote. Nakumbuka kwamba Yuda kwa kila dalili alimfuata Bwana kwa uaminifu kwa kipindi cha miaka hii mitatu. Unajua, mimi ninafikiri hivi: kama Yuda angekuwa kwenye kanisa lako leo, angefika mapema, angepanga viti, angetengeneza kahawa, angefundisha shule ya Jumapili. Kwa kweli, huenda angekuwa shemasi au kwenye bodi ya wazee. Ni Yesu pekee ndiye aliyemjua jinsi alivyo, msaliti aliyekuwa anaunda tabia hiyo. Lakini ufunuo huu unaleta maswali kadhaa, na na swali la kwanza ni hili: kama Yuda angeweza kumsaliti Yesu na Yesu alijua hilo, kwa nini Yesu alimchagua Yuda tangu mwanzo? Yesu aliwachagua wale 12 kwa makusudi kabisa, kwa mamlaka yake. Kwa kweli katika Marko saa tatu na madakika 16 inatuambia kwamba aliwateua wale 12. Alijua ni nani alikuwa anawaita na alijua kila mmoja wao angefanya nini. Kwa kweli alijua kwamba nabii Zekaria alikuwa tayari ametabiri kwamba Masiha angesalitiwa kwa vipande thelathini vya fedha. Alijua pia kwamba Petro angemkana na kwamba pia angejutia na kuhubiri mahubiri ya kwanza kabisa katika Agano Jipya la neema. Alijua kwamba Yohana angepelekwa uhamishoni Patmo ambako angeandika kitabu cha Ufunuo. Alijua kwamba Yakobo angekuwa mtume wa kwanza kuwawa kwa ajili ya imani yake. Yesu alimchagua Yuda akijua kabisa kile ambacho Yuda angefanya, lakini pia akijua kwamba matendo yake yangetimiza historia ya ukombozi kama kipande cha fumbo. Sasa kuna swali jingine linalokuja akilini. Kama Yuda alichaguliwa kutimiza maandiko ya kinabii, je, kweli alikuwa na uchaguzi wowote katika jambo hilo? Jibu ni ndio. Yuda hakuwa kama kikaragosi kinachovutwa kwa kamba. Hakuandaliwa na Yesu. Alitumia uhuru wake wa kuchagua. Lakini ngoja nikuambie, maamuzi ya uhuru wake wa kuchagua yaliendana na mapenzi ya Mungu ya enzi kuu. Nakumbuka kwamba Yesu Kristo alimpa Yuda kila nafasi duniani asimsaliti. Alimfundisha kwa zaidi ya miaka mitatu. Alimwosha Yuda miguu katika chumba cha juu katika karamu hii ya mwisho alimpa Yuda kiti cha heshima. Na hata baadaye, bustanini, Yuda alipofika kumtambua kwa busu, Yesu alimuita rafiki. Sasa hapa kuna swali lingine, swali namba tatu: kwa nini Yuda alimfuata Yesu muda wote huu halafu akamsaliti? Kwa kifupi, Yuda aliamini kwamba Yesu angeiangusha Roma na kuirudisha Israeli kuwa taifa kuu. Yesu alijua hili muda wote. Kwa kweli simulizi la Injili ya Yohana liliandika tangu sura ya 6 mstari wa 64, kwamba Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini na ni nani ambaye angemsaliti. Ndiyo, kwa watu wengine wote, Yuda alionekana, aliongea na alitenda kama mwanafunzi wa kweli. Kwa kweli, usisahau kwamba wakati fulani Yuda alitumwa pamoja na wanafunzi wengine kuhubiri Injili, kuponya wagonjwa, na kutoa pepo wachafu. Mathayo Sura ya kumi. Lakini muda wote huu Yesu alijua Yuda ni nani hasa. Hili linanikumbusha tukio moja nilipokuwa na umri wa miaka 16 na nilikuwa nafanya kazi baada ya shule katika eneo la shule yangu ya sekondari kwenye mpango uliopunguza gharama ya ada yangu, jambo ambalo lilikuwa msaada mkubwa kwa wazazi wangu wa mishonari ambao walijitolea sana kunisomesha katika shule hiyo ya Kikristo. Lakini mimi mwenyewe sikuwa Mkristo, na kwa upande wangu nilidhani hakuna mtu aliyekuwa anajua hilo isipokuwa Mungu na mimi. Basi nilikuwa pale nikifagia sakafu ya ukumbi wa michezo, wakati mkuu wa shule Bwana Garik alitembea hadi kwenye sakafu akielekea kwangu. Basi kulikuwa na sherehe iliyofanyika wikendi iliyopita ambapo kulikuwa na unywaji pombe, na mimi sikuenda kwenye sherehe hiyo, lakini ilidhaniwa kwamba nilihudhuria na hatimaye baada ya uchunguzi fulani, mamlaka husika ziligundua kwamba sikuenda kabisa, na sikusimamishwa shule kwa siku chache kama wanafunzi wengine. Lakini bila shaka hilo halikubadilisha ukweli kwamba sikuwa muumini, sivyo? Nilijitahidi kuonekana kama mtu mzuri, lakini moyo wangu ulikuwa mbali na Mungu. Basi hapa anakuja Bwana Garik, ghafla anaonekana, na bado naweza kusikia visigino vyake vikigonga sakafu ya ukumbi wa michezo alinijia pale niliposimama, na bila shaka nikaacha kufagia. Akanitazama kimya kimya, kisha akasema tu, ninajua wewe ni nani, na bila kusema neno lingine akaondoka zake. Nikwambie, hilo lilinigusa sana na Mungu alimtumia kwa njia kubwa sana kwa kweli. Mwaka mmoja baadaye nilimpa Kristo maisha yangu. Sasa unaweza kufikiria jinsi ilivyokuwa kugusa sana pale Bwana aliposema kimya kimya kwamba mmoja wa wanafunzi wake angemkini na kwamba alijua hilo. Yohana anatueleza hapa katika sura ya 13 mstari wa 22, wanafunzi walitazamana wao kwa wao, wasijue ni nani aliyekuwa anazungumziwa. Katika Injili ya Mathayo sura ya 26 mstari wa 22, na, na pia katika Injili ya Marko sura ya 14 mstari wa 19, wanaandika kwamba wanafunzi wote walianza kumuuliza Yesu swali lile lile: Bwana, ni mimi? mimi ndiye? Sasa Yesu alijua ni Yuda. Yeye labda alikuwa amekaa pale akiwa amepauka usoni na akihisi hatia kubwa, huenda alikuwa anatazama chini kwenye chakula chake. Kumbuka mpendwa, usaliti ni matokeo ya ubinafsi. Kwa kusema ukweli, tunaweza kuwa wasaliti kwa njia zetu wenyewe za ubinafsi. Katika ndoa zetu, katika malezi yetu, katika huduma zetu, katika urafiki wetu, majirani zetu na sehemu zetu za kazi. Na na hii ni kwa sababu tunataka kile tunachotaka wakati tunapotaka bila kujali gharama. Tunataka kuwa wa kwanza. Kuweka mipaka kwenye ubinafsi wetu ni nidhamu ya kila siku. Tunahitaji kujisalimisha kila siku kwa nguvu ya Roho Mtakatifu anapofanya kazi kupitia neno la Mungu. Tufanye hivyo leo basi. Hadi tutakaporudi tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.